Mloganzila kuwa kitovu viwanda vya dawa na vifaa tiba. Lakini bei ya nyama ya watia kiwewe wateja Zanzibar. Lakini habari kubwa unani gazeti lako la Nipashe ni Dr. Bagonza, eh, connection zitaangamiza Tanzania. Huyo ni Dr. Bagonza asema connection zitaangamiza Tanzania, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa wa mbele lakini wenye shahada 134 waingia VETA, wa mwangazi ya uzamili. Lakini daktari aliajiriwa wiki moja tu, sasa muuza kuku tajiri. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini mabasi yashambuliwa kwa mawe e, njiani, polisi wakamata watuhumiwa. Mabasi yashambuliwa kwa mawe njiani, e, polisi wakamata watuhumiwa yule ambaye kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiacha na gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye ninaanza na habari inayosema ziara ya Mwigulu iliyoibua kero heka heka mikoani, ziara ya Mwigulu iliyoibua kero na heka heka mitaani. Lakini Lissu kuzindua ofisi ya DPP, Lissu wazindua ofisi ya DPP yaamua kufanya jambo kuziba matobo ya vielelezo vilivyokataliwa mahakamani, shahidi apewa rungu. Lakini ripoti uagizaji wa mafuta washuka sababu za tajwa. E, ripoti uagizaji wa mafuta washuka sababu za tajwa. Lakini waombaji 14400 kujiunga vyuo vya VETA mwakani. E, waombaji 14400 kujiunga vyuo vya VETA mwakani. Lakini Russia kuisaidia Tanzania kupata satellite yake kujitegemea, ya yule ambaye anaendelea ukurasa wa 4 kwa gazeti la Mwananchi, Kwenye kurasa wa mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiongezea kwenye gazeti lako la habari leo lenye asubuhi ya leo linaandika rufaa e, 28 za watumishi wa umma za kataliwa. E, rufaa 28 za watumishi wa umma za kataliwa. Hiyo ni habari endelea kurasa wa tatu. Lakini kuna habari inaosema watu watatu kortini wakidaiwa kuchoma jengo la chama cha mapinduzi CCM. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa nane lakini habari kubwa ni mambo, e, mambo safi vijana, mambo safi vijana, serikali yaanza kushughulikia changamoto saba. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa pili. Lakini TRC yaongeza mabehewa safari sikukuu. E, TRC yaongeza mabehewa safari sikukuu, lakini kuna habari inasema e, wadaiwa wa kodi ya ardhi Kikangoni Yuni abari endelea ukurasa wa saba kwenye gazeti lako la habari leo. Wadaiwa wa kodi ya ardhi Kikangoni, lakini Tanzania kuingia rasmi eh, Tanzania kuingia ramani ya dunia uzalishaji wa dawa. abari endelea ukurasa saba kwenye gazeti lako la habari leo, kwa kwa leo na gazeti lako la uhuru. Na Simba chawene ahimiza ushirikiano eh, Mtukula lakini bilioni 36.6 za paisha uchumi wa vijana. Masauni ataka wanahabari e, kuelimisha muungano. Lakini Rais Mwinyi ZSSF ijikite miradi mikubwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele, pata na kale yako kwa habari kwa Kinam. Lakini bado kuna habari yakoababa inayosema e, jirani atiwa pingu madai kuwa mtoto darasa la saba lakini 14,143 wachaguliwa kujiunga na Veta nchini, na Simba chawene ahimiza ushirikiano habari inapatikana kwene kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Majira lenye asubuhi ya leo kwenye habari inasema stamiko kuanza utekelezaji maelekezo ya Rais Dr. Samia, lakini Waziri Mkuu atoa maelezo kodi ya pango la ardhi. Waziri atoa maelekezo kodi ya pango la ardhi. Lakini serikali yaja na mwelekeo mpya ujenzi wa viwanda e, serikali yaja na mwelekeo mpya ujenzi wa viwanda ni vile vya dawa na bidhaa za afya nchini, yasema si mpango wa majaribio bali ni uamuzi wa kimkakati lakini, maelekezo ya Rais Dr Samia yaiva ni kwa wachimbaji kwenye gazeti la kula Majira ukurasa wa mbili. Lakini Dr mwinyi e, mji wa Dr Mwinyi wazinduliwa, lakini mandhari madhara ya rushwa kwenye mifumo ya utoaji haki yaanikwa. Hilo ni gazeti laku la Majira na gazeti laku la Mwanahabari asubuhi ya, ya leo, gazeti bora kabisa linaandika TMDA ya wafuata wazalishaji bomba za sindano kujadili masuala ya udhibiti. Lakini serikali yaweka mkazo sekta ya viwanda vya biashara ili kuongeza ajira na kitengo maalum cha kupokea maoni ya wananchi kuanzishwa hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mwanahabari gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele. Na wadaiwa kodi ya ardhi kikangoni e, au ni wadaiwa kodi ya ardhi sasa kikangoni. Na serikali yatoa mwelekeo mpya uwekezaji viwanda vya bidhaa za afya e, serikali yatoa mwelekeo mpya uwekezaji viwanda vya bidhaa za afya nchini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mwanahabari gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwana habari kwenye kurasa wa mbele, e, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani na gazeti lako la Mwana habari linaandika Stars yalala mbili moja kwa Nigeria Afcon. E, Stars yalala mbili moja kwa Nigeria Afcon. Lakini timu ligi kuu zamtaka Sure Boy kwa mkopo. E, timu za ligi kuu zamtaka Sure Boy kwa mkopo. Na Pamba Jiji Sebo haendi kokote. E, wewe ni Pamba Jiji wasema Sebo haendi kokote. Lakini Dida kurejea ligi kuu dirisha dogo. Lida kurejea ligi kuu dirisha dogo. Kocha mapinduzi kapu kipimo cha wachezaji. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Na gazeti lako la Majira yenyewe kwenye michezo naandika rais Yanga aeleze ya dira soka la Afrika, afafanua maana ya transfoma transfer room. Lakini vyo vyatakiwa kuboresha miundombinu ya michezo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira. Gazeti lako la Uhuru linaandika Beka apewa watatu. E, Simba huyu ni kocha mkuu wa Simba Sport Club e, apewa watatu, Simba, Simba, lakini kimataifa, Sala aipaisha Misri. E, Sala aipaisha Misri e. Mwanengo depu e, wanukia Yanga. Na kule gazeti lako la Zanzibar Leo kuna michezo linaandika wana mazoezi mia nne elfu nne mia tano kushiriki tamasha la mazoezi Januari mosi, lakini kocha Mlandege ndege azungumzia kundi kombe la mapinduzi. DRC yainyuka Benini Afcon, ilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la habari leo linaandika meya kuanzisha timu ya jiji, lakini DRC yaicharaza Benini helsi aka eh, kujenga mifumo kulinda vipaji vya vijana Motsepe ateta na waamuzi. Gazeti lako la Habari Leo, lakini Afcon, la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo linaandika Yanga ya Mganda Okelo Gamondi apata akili mpya, Afcon e, lakini ujio e, wa Beka Simba skudu afichua kodi mpanzo so wa kazi ipo ni habari kwenye gazeti laku la Mwanaspoti iko kwenye kurasa za michezo, lakini gazeti laku la la Nipashe mwanga wa jamii lenyewe kwenye michezo linaandika Stars, Simba hofu ya tanda. E e, Simba hofu ya tanda. Na ni kufuatia e, kumia kwa kipa chaguo la kwanza ambaye alikuwa na kibarua lakini Yanga kuyafunguka kumnasa Mwanengo.